Ninawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ni wa Nazareth. Tumaini langu nyote mko salama katika lumengo roho na katika lumengo wa mwili. Ni msemaji wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Kwa siku ya leo, ninakuja na somo tofauti yatakayejenga watu wengi yatakayefungua watu akili yatakaye fungua watu macho na watakaye kuelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu kuna wengine kweli huwa wanasikia mafundisho lakini bado huwa wanafunikwa na kitambaa usoni, kweli utaona kwamba wana, wana, wanaangalia video wanafuata video, lakini utakuta usoni mwao wanafanya nini? Kunafunikwa au bado wanaangalia vipofu. Lakini kwa siku ya leo, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo Uf, ufunguliwe upate kuona tena, na ufuate kwa makini, unifuate kwa makini. Bwana asifiwe. Somo yetu ya leo ni kuongea na Bwana wetu Yesu Kristo. Nikisema kuongea na Bwana ninamaanisha nini? Kwa sababu wengi wakisikia kuongea, watasema huo mafikra zao ziwa zinakuwa zinaenda kwa njia moja, yani kuomba, na ndio maana utakuta watu wengi huwa wanaomba Mungu lakini hawakuwaki wanajibiwa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu bado leo hawajajua siri ya kuongea na Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ungilijua na ungilijua siri ya kuongea na Mungu, utakuta hata hizo kelele huwa tunazipiga, hata hizo kelele tuwa tunazinalalamika hatungezipiga mbele za Bwana. Yesu asifiwe. Na kweli kweli, kuna vipindi kweli inatubidi sisi tulalamiki kwa, tula, tula, tulalamiki kwa Mungu, lakini kuna zingine vipindi Inatubidi sisi tuwe tunamwendea tu Bwana kawaida, yaani tunaingia tuna, tu tuna, tuna, tuna, tuna, tu katika chumba tunafunga, tunatumia hata dakika moja, hata sekunde thelathini, hata sekunde hamsini, hata sekunde arobaini, yaani tunaongea maani tunazungumza na Bwana kama jinsi mimi hapa ninavyoongea hapa, kama ninavyoongea Kwa sababu gani? Kwa sababu cha kusema kweli, katika maisha yangu yote mimi nilikuwa zanya ya kwamba ile kupayuka payuka unapayuka payuka unapayuka payuka hatakuwa bando njia ya kujibiwa maombi Bwana ah! <laughs> Yesu asifiwe. Lakini kumbe kumbe, ni nini saa hii? Yaani nilikuwa ninafanya vitu, lakini ninaelewa kitu nilikuwa nilikuwa nafanya na kifanya. Kumbe nikakuja kuelewa kwamba kumbe mtu pia anaweza akaenda mbele za Bwana akasema, eh, Mungu umesemaje niende au nisiende na ukikatukime tu na ukimpatia Mungu tu masekonde tatu, masekonde kumi, masekonde ishirini, utakuta Mungu atakujibu hapo hapo. Lakini je, ni kila mtu Mungu atakaye mjibu? Jibu ni lahasha, jibu ni hapana. Si kila mtu Mungu atakaye mjibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtu yoyote Bwana atakai, atakai mjibu ni yule aliyesawa naye, ni yule aliyejenga masiliano yake na, ya, yake na huyo yani, kwa ukaribu yani ni kama bluetooth, ni kama headphone. Bwana za sifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu t tuseme kwa mfano, uh, tuseme kwa mfano hapa nina, nina simu right? nina simu hapa nina headphone hasa, ukikuta nikitia bluetooth, nikipiga niki muziki, utakuta moja kwa moja itakuwa yanafuata huko. Kwa sababu gani? Kwa sababu simu na headphone maana ziko na ukaribu, lakini nikisema kwamba niache simu hapa na nitoke na headphone. Nilikuwa nazo mkichwa, akisha nitoke hapa niende kama uh, metre ishirini au arobaini utakuta kwamba utakuta connection itakuwa inaanza kujikata, yani mziki haitakuwa vizuri, itakuwa inagandaganda yali mpaka tena ni mrudilie tena simu mpaka tena nirudi katika singa ya simu au ile bluetooth, ndo tena mziki itaendelea kulia sawa? Ndo hivyo hivyo pia na Mungu. Wakati tunapokuwa karibu na Mungu, tutasikia chochote kutoka kwake, hata kama tukimpa maswali, hata kama tukimwambia, hata kama tukimliza tu hapo hapo Bwana huwa anajibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mausilio yetu yako kwa ukaribu sana. Bwana Yesu asifiwe! Lakini wengi bado hawajajua Jinsi ya kutengeneza mahusiano, mahusiano, mahusiano yao na Mungu. Ndugu yangu, kama unapenda kutengeneza mahusiano yako na Bwana, iwe sahihi iwe sawa, ogopa kumtenda Mungu dhambi, uwe mtiifu. Na ukiwa mtiifu uishi katika maisha ya haki, yani maisha ya utakatifu. Yani u give up maisha yako ya zamani. Nikisema give up maisha yako ya zamani, ninasema kwamba maisha ya uzinzi. Maisha ya kuona mambo ya ngono. Maisha ya kutembea na wanawake. Maisha ya kusuka nywele maisha ya kutembea bila ku, bila kufunga kitambaa. Maisha ya kuacha uchawi. Maisha ya kuacha kuvaa mavazi ya aibu, yani uonekana kwamba kweli wewe ni mtu wa Mungu. Lakini wengi hawaonekane kama ewe ni mtu wa Mungu, wengi wanaonekana kwamba ewe ni watu wa ulimwengu huu. Bwana alisema vyema kwamba kwa maana mwili uzaa mwili bali roho uzaa roho. Haleluya! Yani ukisikia roho uzaa roho, yani Mungu uzaa wanawake na tukisema wanawake uzaa watu wake, yani kondoo zake. Na ndio Bwana, Bwana akasema katika kitabu cha Yohana, akasema kwamba kondoo zangu usikia sauti yangu, mimi, mimi najua kondoo zangu na kondoo zangu wananijua mimi anuwatakuta kwamba hata bluetooth ukileta katika simu, ukiwasha tu bluetooth, utakuta simu inajua, inajua bluetooth, na bluetooth inajua simu yani, simu utakuta kwamba interconnect hapo hapo. Kwa sabu gani? hata kama ulete ingine simu pembeni ulete ingine si, simu pembeni, lakini wakati utakapowasha Bluetooth utakuta ile Bluetooth iliyokuwa ndani ya simu yako na ndani ya headphone, utakuta itaenda moja kwa moja ndani ya simu hapo hapo, bila kuuliza ile ingine simu, bila kuingia katika simu ingine. <laughs> Wengi wanaomba lakini hawajibiwi wengi wanapiga kelele lakini Bwana ajibu maombi yao. Utakuta wengi hata kama wakitenda dhambi, hata kanisa ikitenda dhambi, hata wakimkosea Mungu, hata kama viongozi wamwendee Bwana, hata kama wapige magoti wamlilie Mungu, Mungu ajibu hapo hapo. Mungu anachukua muda wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu kanisa mwenyewe ni, ni, kanisa mwenyewe inajaa na uchafu na kanisa mwenyewe hawako wanaomba kadiri kadiri ipasavyo, kama ipasavyo, si, mche, si mchezo. Bwana akasema kwamba mniite nami nitaitika. Mungu si kiziwi, Mungu si kipofu, Mungu si bubu. bali ni zambi ina, ina, ina, ina, ina, ina, tenganisha na mtu na Mungu. Bali ni zambi inayefanya Mungu akae kimya. Bali ni zambi inayefanya wewe usipati jambo lolote kutoka kwa Bwana. Jifunze sana kutengeneza mausiliano yako na Mungu. Yawe saii yawe sawa. Jipenda sana kusoma maandiko matakatifu. Penda sana kumuelewa Mungu wa majeshi. Penda sana yaani, kubadilika. Penda sana kuacha tabia zako mbovu. Penda sana yaani, umaanishe yale mambo unayosema mbele za Bwana, na uyamaanishe ukitoa nadhiri kwa Bwana, na hiyo nadhiri kweli uifanye, uishikilie na uifanye. Yohana 16 23 Maandiko takatifu yasema hivi: katika siku hiyo hamtaniuliza neno lote. Amin, amin nawaambia, kama mki kama mkimuomba baba jambo lolote kwa jina langu yeye atawapa. Ishirini na nne. Mpaka sasa hamjaomba jambo lolote kwa jina langu, ombeni nanyi mtapewa, ili furaha yenu ipate kuwa kamili. Mpaka sasa hamjaomba jambo lolote kwa jina langu. Mpaka sasa hamja, hamjaomba na amjaomba sahihi, na amjaomba sawa. Wengi wanaomba, wanaingia katika machumba, wanajifungia, wanajiweka watakatifu, lakini ndani ya mioyo yao bado mungaliki vitu vingi. Tamaa inawajaa, wivu inawajaa, kiburi inawajaa, chuki inawajaa Masengenyo inawaja. Akisha wanaenda mbele za Bwana, akisha wanaenda kwa wachungaji, wanaenda kwa watumishi. Mtumishi, Mungu ajibu maombi yangu, nimeomba Mungu kitu fulani, Mungu ajibu maombi yangu. Well, ni kwa sababu bado haujajenga mawasiliano yako na Mungu bado haijakuwa sawa. Uwe na, fa, na, na fellowship naye. Ukiku, uk, ukikuwa na fellowship naye Bwana atakuwa anakujibu. Ndio maana mimi mi nakuwa mwazi mimi, mara nyingi sana, tuseme tukiomba tukiomba mara nyingi sana huwa inaomba, huwa inaomba wakati ninapokuwa na watakatifu wa Mungu, ninapokuwa katika ibadani, nitaomba kweli, naomba napayuka, moja mbili tatu, moja mbili tatu. Lakini kama nikiwa mimi binafsi ile kuomba kwa kupayuka, nakwambia cha, cha kusawa kweli, mimi mara nyingi siwezaki. Hakika nawaambia kweli siwezaki. Mara nyingi mimi huwa ninamwendea Bwana kwa njia ya utulivu. Akisha mimi huwa ninampa tu maswali na nitamwambia tu jambo ndambea tu neno tu maneno manene matatu au maneno manne na basi. Akisha ninakaa kimya. Na nikikaa kimya, Bwana akosaki kunijibu na hakuna siku Bwana asaka wai kukaa kimya, hata kwamba asinijibu jambo lolote. Nikimwendea tu Mungu tu na nikimuulizia tu kitu fulani, huwa ninapata majibu, uwa inapata majibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimekuja kuelewa sasa jinsi ya kukaa ndani ya Mungu. Nimekuja kutoa sasa jinsi sasa, yani, ya kutengeneza maisha yako uwe sawa na Mungu. To spend time with the Lord. Lakini wengi hawataki kuspend time with the Lord. Wengi wapendi kuspend time with the Bible. Kwa sababu neno la Mungu inayokufanya kwamba uwe karibu na Mungu, pia na maombi pia inakufanya uwe karibu na Mungu, na maandiko zake inakufanya umwelewe Mungu zaidi, utenda kazi wake, uumbaji wake. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe. <coughs> urskareasprmarkaskarmaey Haleluya seri kare Baba haleluya sepri. Mukiomba jambo lolote katika jina langu mtapewa, lakini kitu gani ulichokiomba mpaka sasa haujajibiwa? Na ndio maana utakuta wengi bado hawajampokea yule roho. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado hawaja mkubali Yesu Kristo kuwa Bwana wa mwokozi wao 100%, kwa sababu ukimkubali Mungu na ukimwamini, utatubu dhambi zako, na ukitubu dhambi zako utafanya nini? Utabatizwa, na ukibatizwa

Wengi wanapiga kelele mbele za Bwana lakini hawaongee naye. Wanapiga kelele na wakimaliza kuomba utakuta awaita mpa Mungu na ile, na, na, na ile sehemu ya kuwajibu. Wakimaliza kuomba, wanafunga kila kitu, wanatoka nje ba akisha, wanatarajia kwamba eti eta kwamba watapata jambo lote kutoka kwa Bwana. Hawezi. Ni kwa mfano tusema kwamba mimi nakuja hapa, na nakuja ninaanza tomboka, ningeza tomboka, sijapata jibu, natoka natoka tena natoka tena mchumbani. Sasa hapo nitapata jibu kwa njia gani? Muwe mnaacha Mungu pia, muwe mnapatia Mungu muda wake wa kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka sasa hamjaomba jambo lolote kwa jina langu, ombeni nanyi mtapewa, ili furaha yenu ipate kuwa kamili. Ombeni nanyi mtapewa. Lakini unaomba kwa njia gani? Unaomba kwa njia gani? Na kwa nini unamwendea Bwana? Je, ni kwa sababu unapenda kupona? Je, ni kwa sababu napenda kuwa mtajiri Je, ni kwa sababu unapenda kumwelewa zaidi? Kwa sababu wengi huwa wanamwendea Bwana kwa sababu maisha inawapiga, na maisha ikiwapiga, huwa wanamwomba Bwana awasaidie, na mara nyingi sana wengi wanapenda kuwa tajiri katika kizazi. Lakini ndugu yangu katika Kristo, kama unapenda kuwa tajiri, basi uwe tajiri katika ulimwengu wa roho. Uwe tajiri wa kusoma maandiko, uwe tajiri wa kukariri maandiko. Usipokuwa tajiri wa rohoni, ndugu yangu katika Kristo, wewe utakuwa sawasawa na bure, mifupa yako itakauka, ingawa hata kama utaonekana uko safi katika mwili. Lakini, lakini katika ulimwengu wa rohoni utakuwa umekauka, unakosa uzima, unakosa uhai, unakosa pumzi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Uwe unampa Mungu maswali binafsi. Jenga mahusiano yako na Mungu iwe sawa, mwe na good connection you guys, you should have a good connection, kama tizi unavyokuwa na mahusuliano na mahusuliano mazuri na wadada zako katika Kristo, poka zako katika Kristo, mme wako mke wako mchumba wako, naye pia Mungu naye inabidi naye sehemu lakini siko Mungu, inabidi Bwana awe, mausiliano yako na Mungu inakubidi iwe too strong kuliko jambo lolote. Mausiliano yako na Mungu inabidi iwe strong, iwe nguvu kuliko jambo lolote. Oh, mnapenda kuomba sana lakini hamjui siri za kuwa ndani ya Mungu, hamjui siri za kutengeneza mahusiano yenu na Mungu awe sawa. Na ndio maana katika ingine somo nitaenda kufundisha kwa nini? Yani kwa nini Mungu alimuumba aliumba binadamu? Na hiyo somo inaamini ya kwamba itajenga watu wengi. Na mara nyingi Bwana alije aliwaumba binadamu ili, wat, ili watunze ulimwengu ili wawe na mausiliano na ndio unakuta Bwana aliumba wana aliumba binadamu kwa mfano wake, na kwa mfano wake Bwana akaumba mwanaume na mwanamke. Na ndio maana Bwana kabla ya kuweka binadamu katika ulimwengu, Mungu alikuwa anawatengenezea mazingira yawe safi kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alikuwa anataka akiwaweka wawe, ndani, wawe katika mazingira mazuri Wawe, wawe na kila kitu, yaani hata kama wakimomba Mungu, Mungu atawapa. Ndio maana utakuta kwamba Mungu alimpa Adamu kazi ndani ya ulimwengu ul, huu, na Bwana alikuwa na masi Adam na Mungu walikuwa na mawasiliano. Utakuta Bwana alikuwa anaongea na Adamu sauti kwa sauti, anatembea wanaonana Mungu aliwaumba aliumba alitumba sisi tuwe katika ushirika naye, yaani ushirika wetu yawe, yawe karibu sana, na tuishi katika maisha ya haki, ya upendo na ya utakatifu kadiri ya mapenzi yake. lakini somo nitaifundisha ingine siku. Bwana sifiwe jina, bali barikiwa mpaka sasa. Amjaomba lolote, amjaomba jambo lolote kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapewa ili furaha yenu ipate kuwa kamili. Ombeni nanyi mtapewa. Si eti kwamba una, unaomba akisha uko unaendelea kuzini. Si eti kwamba unaomba huko unaendelea kuvaa mavazi ya haibu setakometi unaomba, na huko unatembea uchi, kwa sababu watoto wa Mungu si wachafu. Watoto wa Mungu ni watulivu Wat watoto wa Mungu ni wanyenyekevu, wana wa Mungu ni watakatifu, na wana wa Mungu huwa wanasikia mambo ya ulimwengu kinya huwa wana wivu ya baba yao uwa wanasikia vitu vya zambi, wivu uwa wanachukia zambi. Ivo kweli. Je, Mungu ametengeneza macho yako? <laughs> ore sekai re baba sekai. Leo unaomba lakini kesho endela kuloga. Leo unaomba unajaa na mambo ya mapicha ya ngono ndani ya picha ndani ya simu yako. Unajaa na wanawake picha za uchi ndani ya simu yako. Uongo unajaa inakutawala. Ubishi inakutawala, matusi, matusi inakutawala. Kuwazia watu, kuwazia watu vibaya inakutawala. Kutokusamea, kutokusamee watu imekutawala. Kuishi katika maisha dhambi inakutawala. Kushiriki unashiriki, unakunywa katika kikombe cha ibilisi nacho, kwa Mungu upo na kwa ibilisi upo, ndio maana <laughs> Bwana akasema ya kwamba mimi mimi hu karibu, sina mbali, niko karibu. Lakini ukiomba kama ipasavyo, Bwana atajibu. Bwana uwa anajibu, Bwana uwa anajibu. Bwana asifiwe. Hata kama uko mgonjwa wa aina gani, ukimwamini Mungu na ukipaza sauti na ukimwendea Bwana, Mungu atakujibu. Mungu atakujibu tu na Mungu atakuponya. Lakini tena ni kujiuliza, unamwendea Mungu kwa njia gani? Unaita jelik kwa njia gani? Je, unashika maagizo yake na amri zake? Je, kweli wewe moyoni mwako wewe ni mtakatifu? Je, moyo wako wewe inampendeza Bwana? Je, katika maisha yako wewe Bwana anapendezwa na maisha yako? Imeandikwa hakuna mtu yoyote aliye mtafuta Bwana. Pendeni sana kujenga mawasiliano yenu na Mungu yao na ukaribu zaidi kuliko hata watumishi wote. Utakuta muna mawasiliano na watu wengi, lakini Mungu muumba wenu, baba yenu aliye mbinguni, mnakosa kuwa na mawasiliano naye fellowship. Mujenge jenga mawasiliano yako na Mungu, jengeni mawasiliano yako na Mungu.